Siri ya vikombe saba ghadhabu ya mwisho. Baada ya tarumbeta saba, kitabu cha Ufunuo kinaendelea na vikombe saba ambavyo ni ghadhabu ya mwisho ya Mungu juu ya dunia. Vikombe hivi vinawakilisha hukumu ya Mungu kwa dhambi, uovu na wale wasiokuwa tayari kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Kila kimoja kinachukua hatua kubwa kuelekea kuhakiki haki na adhabu, lakini pia kinatufundisha kuhusu upendo na rehema Mungu anataka watu watubu kabla ya hukumu ya mwisho. Kikombe cha kwanza: majivu na damu kutoka mbinguni, magharibi ya dunia yakiteseka. Kikombe cha pili: bahari kuwa damu, samaki wengi kufa, meli kuharibiwa. Kikombe cha tatu: mito na vyanzo vya maji kuwa sumu, ishara ya adhabu kwa dhambi. Kikombe cha nne: jua kuchoma dunia, kutolewa joto kubwa watu wakiteseka. Kikombe cha tano: kifo na mateso ya wale wenye alama ya mnyama, giza la kiroho linashika. Kikombe cha sita: bonde la Ifrati kukauka, jeshi la mashariki kuingia, ishara ya vita kubwa. Kikombe cha saba: sauti kubwa mbinguni, hekima ya Mungu inatimia, ushindi wa mwisho wa Kristo unaanza, dunia ikijazwa hofu na heshima kwa Muumba. Hii ni sehemu ya mpango wa mwisho wa Mungu, lakini siyo kwa hofu tu. Ni onyo la upendo na mwongozo kwa wote wanaotaka wokovu. Usikose sehemu inayofuata ya Ufunuo. Bonyeza subscribe, share video hii na ufuate safari hii ya kiroho. Video inayofuata itafunua siri ya Ufalme Mpya mbingu na dunia Mpya.